kazi lazima uwe na milioni kumi mm. milioni tano nini, lakini mimi nilikuwa na elfu arobaini mm. wakati naanza kuuza nguo, yani ile nimeuza online, nimeuza online, nikaona hii itakuwa inanichukulia muda sana. Nikawa na shilingi elfu arobaini. Nakumbuka nimeamka mapema sana, nikaenda ile la boma mm. kununua nguo za mtumba ah, yani ile siku sitosawa, nimechukua nguo mbaya sana mm. lakini wakati nachagua mimi niliona ni nguo kali mm. nilivyofika nyumbani ndo nikaa naona mbona kama nilikuwa nguo mbaya yani, kiasi kwamba nilikuwa na post, hakuna mtu anaeulizia bei mm. Na hata akiulizia, ukimtajia bei anakutajia yani, bei ile nipunguzie mm. Bei anayokutajia inashinda hata ile ulochukulia, azivutie yani, yeah. yeah. Sasa kuna watu waga nikiwapa hii story wanaisi ni drama, wakisikiliza yani, wanaisi ni drama but trust me kama wewe ni mtu ambaye ni msikivu na unaamini katika Mungu. Uko kwenye stage ambayo mimi nilikuwa miaka minne nyuma wakati nafanya hii interview. Mimi wakati nafanya hii interview nina duka lakini bado mzigo wangu ulikuwa kuna wakati na sote hapa. T-shirt na kuja na sote hapa, suruali zile za track na kuja na sote hapa. Juzi ilibidi nipite ATM kwa sababu mimi huwa nikiwa nahisi kama nataka motivation ya kufanya kazi. Yaani nikiwa naona nimeanza kulegalega, la pita zile simu ambazo nilikuwa nafanya kazi zamani zinanisaidia ku recharge. Hapa nilikuwa naamka na saa kumi na moja kuja kugombania mzigo saa kumi na moja asubuhi, wako mawinga kibao, waenzizo wananijua, walikuwa wanachukua mzigo hapa wanaenda kusimama pale china plaza. Wakati nafanya ile interview, mimi hapa ndo ninapokaa. Unaona, hapa ndo ninapokaa wakati niko simulizi na sauti, nafanya ile interview. Lakini ukiniona kwenye interview huwezi kujua, uwezi kuhisi lolote, sijui unaelewa So, kwa watu ambao waga hawaamini kwamba unaweza ukaanza na hela ndogo na ukaistrategize vizuri ukapambana ya hela yote ukapata aina noma. Lakini katika nyie yuko atakayeamini, yuko atakayeamini na atakuja kuwapa ushuhuda, na yeye hamtomwamini. test is everything naye. Kuwa tuna uchaguzi mzuri wa vitu, mi nimeanza kumvalishia Nandi Alikiba, sijui kina nani wote, nikiwa nachukua nguo mitaani huku ila la boma Manzese, Argentina kule, sijui wapi kote nilikuwa naenda mimi ni. Alfajiri kama unavyoona sasa hivi juu anga ni ya blue, unaelewa. Sijaanza leo kutokulala. Nasema hii kwa sababu nataka, kama kuna mtu ananiangalia, anahisi labda hivi vitu vinakuja kuja tu, hapana. Kama you have a spirit of fighting in your soul, pambana hela yote, usione kama unajitesa, because one day you're going to make it. Trust me, mimi nilikuwa nikisotea hata nguo ishirini, naona nina mzigo wa kutosha. Mwanangu, amka, fanya kazi we. Haya, nifanafikiri watu wengi mnamfahamu, alikuwa anatoa ushuhuda wake hapa namna gani ambavyo ameanza ku struggle kwanzia kwanza mwanzo mpaka hapo, namna gani amefika, namna gani alivyokuwa anapita njia njia, lakini pia ameonyesha namna gani watu hawaamini kama unaweza kuanzia sifuri ukasimama kwa miguu miwili. Sentensi ya mwisho amesema hivi: mimi nikiwambia, hamniamini. Atakuja mwingine ataamini, ataanza, alafu atakuja kuhadithia na yeye namna gani ameanza, alafu nyie wote hamtomwamini tena. Iko hivi, kuna watu ambao mindset yao tayari ipo negative, hata uambie this is possible, wao kazi yao, opportunity walionayo wanaangalia namna gani kwenye hii ni possible, kwa nguvu zote wanatumia akili zao kutafuta upenyo ambao utaonyesha haiwezekani. Iko hivi, hakuna kitu rahisi chochote, hata ukipewa milioni mia sasa hivi. After one year, kama mindset yako haijakaa positive, niamini mimi, kila kitu utakiona ni akiwezekani. Biashara ni mindset game, hata maisha ni mindset game. Wewe ukiamini kwamba it is not possible kwenye kitu ambacho nakiangalia, kwenye kitu ambacho nakitamani, ukajitoa ukasema hii ni kwa watu wa aina hii tu, mimi sipo kwenye hilo kundi la kupata mafanikio la kuweza kutengeneza maisha la kuweza kuwa na biashara ambayo imesimama, ukijitoa kwenye mindset yako. Trust me, watu wote hapo wanaweza wakapiga sarakasi huku, wanakuadisia namna gani ilivyo njia ilivyo, lakini uweze kuona maisha, biashara, ujasiriamali ni mindset game. Kama umewahi kuona ile mchezo ya adrenaline. Ile watu wanatembea na kibaisikeli kwenye njia iko hivi mlimani, kama jinsi ilivyo michezo ya adrenaline games, ndivyo maisha yalivyo, you have to take risk ukiamini. Okay, yo mimi naamini kwa adrenaline yangu. Adrenaline ni kama, ukitaka kuelezea vizuri, adrenaline ni kama ni kama ukimbizwa na mbwa, jinsi ambavyo utaweza kukimbia tapuruke kuta, alafu ukiruka ukuta upande wa pili wa ukuta ndio utaweza kugundua, mmm, nimerukaje hapa kitu kilichokupa uwezo wa wewe kufanya ile kitu kipo ndani yako, ndio adrenaline ambayo sasa inakuenergize wewe kuweza kufanya kitu ambavyo ni extra zaidi ya hivyo. Ndivyo ilivyo kwenye mchezo wa maisha na kwenye mchezo wa biashara na ujasiriamali kwa ujumla, especial kwa watu ambao wametoka kwenye mazingira ya chini kabisa ya kimaisha. Hawa ukiwapa opportunity, ukawambia ukitoka hapa mpaka pale umewin goal Akaweka nia yake akaweka akili aka set mindset, wala atasiwa kujua hesabu. Weka mindset kwamba it is possible, there I'm going then put all your mind there. Trust me, mmoja kati ya mfano ni mimi. Mimi hapa sikuwahi kabisa, kipindi naishi na, na wazazi wangu mimi wawili, mimi hapa Kushika laki moja ya kwangu peke yangu sikuwai, na nimesoma kuanzia chekechea nimekuja secondary nimekuja high school nimekuja chuo kikuu, na nimesoma digri ya sheria. Hata nilivyofika chuo kikuu, tulivyokuwa tunapewa mkopo wa chuo kikuu, mkopo wa chuo kikuu pale ndo nilianza kupata hela ya kushika. Lakini trust me, japokuwa nilikuwa napewa ile hela ya chuo kikuu ya mkopo yani kabla sijaipokea calculation ambazo nimezigawa. Kwa hiyo ela yangu mimi bumu ikija nimeisha. Ni mimi kidogo chupuchupu kushindwa kufanya mtihani wa chuo kikuu kwa sababu sijalipa ada, na ada ambayo nimeshindwa kuongeza ilikuwa ni shilingi elfu hamsini. Shilingi elfu hamsini nimeenda kuwazima marafiki zangu wote, ikabaki elfu ishirini. Elfu ishirini ndio ikapelea nishindwa kufanya mtihani. Mpaka masaa machache ya mtihani sijalipa hiyo elfu ishirini, nikaenda hadi sehemu nikavua nguo zangu nikawachia, niko chuo, nikapata elfu ishirini ikaja nikalipa ada, nikaingia kwenye mtihani. Unafanya mtihani hujui mchana. Ukimaliza mtihani wa asubuhi, hujui mchana unakula nini ili uja ufanye mtihani wa jioni, na nimesoma sheria. All this happening for real, for real, but right now mambo yanabadilika, rafiki yangu. Yaani hapa sasa hivi nicho ninachokifanya, nimetoka kwenye, sijawahi kushika laki moja kama hela yangu mwenyewe, kufikia steji ambayo unafanya taski moja unalipwa zaidi ya milioni sita. Mindset yako umewekaje? Adrenalin yako unaitumiaje vizuri? Badala ya kutumia adrenalin kuv take risk za maisha na biashara, ujasiriamali. Kuna mtu anatumia adrenalini yake ku take risk kuja kufanya michezo ya kutisha, bro. Adrenalini ambayo unaitumia kwenda kwenye kumbi za starehe usiku, hazina security, hauna garantia kurudi nyumbani salama, lakini unajitosa, unasema mimi na stress, naenda huko. Hiyo adrenalini yako kuitumia hivyo, ni bora ungekaa chini, ukatumia adrenalini yako kupita kwenye sehemu ambayo ni ngumu, ukaweza kutengeneza mazingira ambayo yakupa nafasi ya kwenda kwenye sehemu za starehe ambazo zina security zina usalama. Unaweza kutoka wewe na watu ambao unawapenda ukaenda salama. Yes, that it is so it all is up to you, take it or not take it, or leave it.